Tukirejelea ile histori kutoka kaunti nambari 17 ni kwamba michezo ya shule za msingi eneo ama ukanda wa mashariki imeanza kaunti ya Makueni huku walimu wakitakiwa kuhakikisha nidhamu ya hali ya juu na kuwakinga wanafunzi kutokana na utumizi wa mihadarati. Michezo hii imewaleta pamoja wanafunzi zaidi ya 1500 kutoka kaunti nane za eneo la mashariki mwa Kenya katika mji wa Wote kaunti ya Makueni. Serikali ikitakiwa kuharakisha mwongozo wa michezo ya shule za sekondari msingi na jinsi ya kuwahusisha waalimu wa, wa sekondari msingi kwenye michezo hiyo, wizara ya elimu ikikiri mwongozo huo bado haujatolewa.

Aidha, naibu kamishena wa Makueni amewahakikishia usalama kwa kipindi cha siku tatu atakazokuwa hapa Makueni, huku wanafunzi wakitakiwa kujiepusha na utumizi wa mihadarati shuleni.

Michezo ya kitaifa itaandaliwa kuanzia juma lijalo, Kaunti ya Mombasa. Michael Mutinda Runinga ya Citizen, Makueni.